Habari za baraka. Karibu katika kutoka mwanzo hadi ufunuo, safari yetu ya kujifunza maandiko matakatifu. Leo tunasoma Mwanzo 13 moja ondoa 18 hadithi ya Abraham na Loti wakitenganishwa. Hii si hadithi tu ya migogoro ya kifamilia, ni mfano mkuu wa jinsi tunavyoweza kuchagua amani badala ya mapambano na jinsi Mungu anavyotubariki tunapoonyesha upendo na ukarimu. Hebu tuanze kwa kusoma neno la Mungu pamoja. Mwanzo kumi na tatu moja ondoa nne tunasoma: basi Abram akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na vyote alivyokuwa navyo, na Loti pamoja naye, wakaenda Negebu. Abram alikuwa tajiri sana katika mifugo na fedha na dhahabu. Akaendelea na safari zake kutoka Negebu hadi Betheli, mahali ambapo alikuwa amejenga madhabahu mwanzoni, na huko Abram akaliitia jina la Bwana. Hebu tuone mambo muhimu katika aya hizi. Kuna mambo muhimu tunayokosa hapa. Kwanza, Abraham akaliitia jina la Bwana baada ya kushuka Misri, bado anaendelea kumwamini Mungu. Pili, Loti alijichagulia ardhi, neno hili linaonyesha tamaa na kutokumuuliza Mungu. Tatu, Loti alinua macho yake, alichagua kwa kuona, si kwa imani. Nne, Sodoma tayari ilikuwa mbaya sana, lakini Loti hakuona hatari ya kiroho. Mwisho, Mungu alizungumza na Abraham baada tu ya Loti kuondoka. Wakati wa peke ni muhimu sana. Tunasoma Mwanzo kumi na tatu nane ondoa tisa. Basi Abraham akamwambia Loti, usiwe na ugomvi kati yangu na wewe, kwa maana sisi ni ndugu. Je, nchi yote haiko mbele yako? Jitenga nami, ukikwenda kushoto, mimi nitakwenda kulia. Hapa tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Abraham anachagua amani badala ya mapambano anachagua ukarimu badala ya ubinafsi. Anachagua kuamini Mungu badala ya kudai haki zake. Hii ni hekima ya juu. Wakati mwingine tenganiko ni jibu sahihi. Hebu tuwasikilize wanyamapori walivyoona tukio hili la ajabu. Mimi sijaona kitu kama hiki. Abraham ana haki ya kuchagua kwanza, yeye ni mkuu, lakini anampatia Loti fursa ya kwanza. Kwa nini? Kutoka hapa juu naiona kila kitu Abram anafahamu kitu ambacho Loti hajui, Mungu tayari amemwahidi baraka. Hajihitaji kupigania kwa sababu anamwamini Mungu. Sisi wanyama hatujaona mapambano kati ya wafugaji. Wanadamu hawa wawili wanaweza kufanya kazi pamoja, lakini tamaa inawachanganya. Ni huzuni. Lakini ona jinsi Abram anavyochagua amani. Anaonyesha mfano wa upendo ambao hatujawahi kuona. Labda hii ndio njia ya kweli ya kuishi. Ndiyo na mimi naona Mungu yu tayari kuongea na Abraham baada ya Loti kuondoka. Ukarimu wake utapokea thawabu. Somo kuu ni hili: wakati mwingine kuchagua amani ni bora kuliko kuwa na haki. Abram alijua kwamba Mungu amemwahidi baraka, kwa hivyo hakuhitaji kupigania. Tunapopitia migogoro, kazini, nyumbani, kanisani, je, tunaweza kuchagua ukarimu badala ya ubinafsi? Tunaweza kuamini kwamba Mungu atatujali hata tukiachilia haki zetu. Mwanzo saa 13 na madakika 14 17 inaonyesha kwamba baada ya Abraham kuonyesha upendo, Mungu alimpa ahadi kubwa zaidi. Ukarimu hauondoi baraka, unaongoza baraka. Hebu tuombe pamoja. Hu, Baba wa imbinguni, tunakushukuru kwa mfano wa Abraham. Tufundishe kuchagua amani badala ya mapambano, tupe moyo wa ukarimu badala ya ubinafsi. Tufundishe kukulilia wakati wa magumu na kuamini kwamba utakuleta baraka zako katika njia yako na wakati wako, katika jina la Yesu amina. Asanteni kwa kutunga nasi, tunakutana tena katika kipengee kijacho kwa mafunzo zaidi kutoka neno la Mungu. Mungu awabariki.